Sisi kwa kuanzia tuko Songea jengo la TCL ghorofa ya pili, lakini tunakwenda kuanzisha mradi mkubwa mwezi huu wa tatu kule kata ya shule ya Tanga mtaa wa Pambazuko, tunaenda kujenga chuo kikubwa cha kuchukua wanafunzi elfu kumi katika kozi mbalimbali za kuwawezesha wakina mama na vijana kwa ujumla. Kwa hapa kwa ujumla, tunatoa kozi za diploma kama ya usimamizi wa biashara au business management, tunao diploma ya uhasibu na tehama, yani diploma With IT, na tunayo diploma ya fedha na Bank, yani diploma in Finance and Banking. Lakini pia tunatoa masters katika maeneo mbalimbali ya biashara, fedha, tehama, uongozi na usimamizi wa rasilimali. Chuo chetu kwanza sisi tunafundisha problems za vitendo. Kwa wanafunzi wote watu lazima watumie tehama kwenye kujifunza, lazima wasome kwa vitendo, lakini kubwa zaidi tunafundisha jinsi ya kuanzisha biashara. Kwa mwanafunzi sio lazima ategemee kuajiriwa. Tunamuelekeza jinsi ya kuanzisha biashara ao utaksaidia kuweza kuendesha maisha yake mwenyewe bila ya kusubiri ajira. Sisi kwa ujumla, la kwanza tunawaruhusu kulipa kwa awamu karibuni tatu. Kwa hiyo unaweza ukalipa kidogo kidogo kutokana na uwezo wako. Lakini la pili, ada zetu sisi ni nafuu, zimeangalia mazingira ya wa Watanzania lakini kubwa zaidi, unapokuja kujiunga kwetu, kwa kuelekeza jinsi ya kulipa kwa kukupa control number haja, kwa huna haja ya kuwa na wasiwasi kama unalipa hela yote kwa wakati mmoja, lakini pia tunaweza kufanya utaratibu kwa kulipa malipo yako kwa jinsi ambavyo wewe unaweza, kwa hakuna shida yote katika kujiunga kwa mazingira ya gharama za masomo mi nawaambia, la kwanza wakari, wakaribie sana chuo cha uhasibu wa Arusha jengo la wa akelo ghorofa ya pili. Lakini pia waendelee kufuatilia matangazo mbalimbali kutoka kwenye redio na peperushi wetu kwa ajili ya ofa mbalimbali zitatoka hivi karibuni. Tutatangaza ofa moja kubwa jinsi ya kujiunga kwa, kwa kupitia feli kabisa, lakini kweli kwa ni kwamba anaweza akapata na akaendelea kusoma, yani sio kama lakini kusoma kwa maana hiyo. Na shauri wazazi na wanafunzi pia, endapo ata amefaulu masomo manne somo lolote lile lisipokuwa somo la dini kwa wa